penzi mtazamaji unaangalia Esama TV katika kipindi chetu hichi hapa cha mahusiano, tunajadili kuhusu mahusiano, vilevile tuna challenge mbalimbali za mahusiano. So kama unahitaji kuja kuelezea hisia zako za mahusiano, vilevile tunafanya hiyo kazi. Unaweza kutupata kwa namba zetu za simu z Ndugu mpenzi mtazamaji, kama kipindi tulichotoka tulikuwa na dada yetu Esther. Sasa kipindi hichi tunachofuata tupo na dada yetu mwingine amekuja kututembelea. Mada ni ile ile, mahusiano. Leo mpaka tujue kwa kwamba kwa nini mahusiano yanavunjika pasipokuwa na sababu, pia kuna watu wanakataa mahusiano pasipokuwa na sababu. Sasa tunataka tujue kwa nini wanakataa mahusiano na kwa nini mahusiano yanavunjika. Dada yetu hapa atajitambulisha, atatuambia anaitwa nani, then tutaendelea na mada yetu swahepi Mahusiano anavunjika kwa sababu ya usaliti, hivyo usaliti ambao unasababisha mahusiano na kuvunjika. Kwanza hadi mahusiano kuvunjika, uongo nachangia pia. Basi ah, nataka nikuuliza mavunjika na amesema mahusiano anavunjika kwa sababu ya usaliti. Usaliti moja wapo umetolea mfano We, ni kama uongo. Sasa ta dada yangu hapo, nataka nikuulize kwamba wewe ulivyoingia kwenye mahusiano, alivyovunjika mahusiano yako kwanza tujue mahusiano yako alivunjika kwa sababu, kwa sababu ya uongo ya uongo? Mm, uongo ndio ilisababisha kavunja mahusiano yako ka, ukafikiria labda kuwa na mahusiano mengine? Hapana, sifikiri. Kwa nini ufikiri kuwa na mahusiano mengine? Kwa sababu nadhani hata huyo ntakae kuwa naye pia atakuwa muongo vile vilevile. Hapana, kwani wanaume wote amezaliwa na baba mmoja? Kuzaliwa na baba mama sio tatizo. So, tatizo tatizo tu, yani fikira yangu imenipeleka huko. Ukiachana na huyo mtu wako, labda kashawahi kujitokeza mtu mwingine, akahitaji kuwa na yeye kimahusiano, labda ulimpa nafasi au alikosa nafasi. Kwa nafasi, hapana, japo alijitokeza ila kwa nafasi hakuna nilimpatia kukada, siku moja labda ukamkumbuka huyo, kufikiria hicho kitu kukumbuka mazuri yake na yakumbuka ndio, ila wazo wa kwamba ni udani naye. Basi mimi nataka nitumie nafasi hii, kokote kule aliko enda akawa anaangalia video hii, kumwambia msamaha kwako, kama utaweza kumsamehe, kwa sababu kuna mazuri lakini unayakumbuka. Maana tunajua binadamu wote siku zote tunakoseana, napenda sio anapenda wa na kwanza kugombana so Nitumia nafasi hii kurudiana naye. Wewe mwenyewe unasema nini? Kurudiana naye haiwezekani? Okay, sawa. Kwa sababu umesema kwamba kurudiana naye haiwezekani, basi mimi naomba nikutakie jioni njema, ufanye kazi zako zingine. Karibu sana, karibu sana studio, karibu sana. Aha, ya, okay. Karibu sana. Mm. Okay, ndugu mtazamaji, kipindi chetu sasa nahisi kitakuwa kimefikia tamati, labda kwa wiki inayofuata nyingine tutaendelea tena tukutana na dada yetu hapa mwingine atatuelezea mambo mengi mbalimbali, pasipo kusahau ya Esama TV.